Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amepigia upato suala la kuipandisha hadhi hospitali ya rufaa ya kaunti ya Bungoma hadi kiwango cha sita maarufu level 6. Wetangula anasema kwamba ikiwa hospitali ya rufaa ya Bungoma itapandishwa hadhi kiwango cha level 6 basi hilo litaboresha sana utoaji wa huduma za matibabu katika hospitali hiyo na kutoa nafasi nzuri ya kutoa mafunzo hasa kwa wale wanaosomea somo la utabibu. Eric Chavelumbasi na kina cha taarifa hiyo akizungumza baada ya kuhudhuria misa katika kanisa Katoliki la St Paul's Kandui, spika Moses Wetangula anahoji kuwa hatua ya kuipandisha hadhi hospitali ya rufaa ya Bungoma hadi kiwango cha sita itahakikisha taasisi hiyo inapata ufadhili zaidi kutoka kwa serikali kuu na wafadhili wengine, akitoa wito kwa chuo kikuu cha Kibabii kuanzisha kitengo cha mafunzo ya utabibu itakuwa a itakuwa mikononi ya serikali kuu, haitakuwa mikononi ya serikali ya kaunti. Itakuwa na bajeti yake kutoka bunge, haitategemea pesa kidogo kidogo kutoka kwa kaunti. Itakuwa na maprofesa, ma consultants katika kila nyanja, na tumeambia university yetu ya Kibabi kwamba wa develop a strong faculty of medicine iwe ikitumia hiyo teaching and referral hospital kufundisha watoto wetu. Kwa miaka miwili mitatu ijayo mtaona mabadiliko ya ajabu, kwa sababu hiyo hospitali kwa kila mwaka haitakosa budget ya zaidi ya shilingi bilioni moja. Spika Wetangula amesisitiza kupatikana kwa mwekezaji wa kiwanda cha sukari cha Nzoia kutasaidia kukifufua na kukiendesha vilivyo, akisema tayari mwekezaji huyo amepewa masharti ya kutimiza ili kuwafaa wakulima na wafanyikazi wa kiwanda hicho. Hakuna mtu anauza Nzoia. Shamba ya Nzoia ni mali ya serikali, na ule mwekezaji anakuja amelazimishwa na kupewa masharti ya kwamba lazima aweke mil mpya. Lazima alipe madeni ya wakulima ambayo yamerundikana hapo nyuma. Alipe wafanyakazi ambao hawajalipwa. Warudi kwa zero kwa kila sukari anayouza, and the document will be made public. Pesa kiasi fulani inawekwa kando kulipa mkulima bonus katika mwisho wa mwaka. Seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli na mbunge wa Kandui wakili John Makale wametoa wito kwa ushirikiano baina ya viongozi wa kaunti ya Bungoma ili kufanikisha maendeleo kikamilifu. hata mambo ya Nzoi ya sugar tumepata mwekezaji, watu waache kukosa kulipwa kwa wakati unaostahili. Tubadilishe maisha ya watu wa Bungoma. Fadha tu mimi naomba utuombee viongozi wa Kogoma, kwa sababu kuna wale ambao wana macho na waone wana masikio na wasikii, kila kitu wanajua tu ni kupinga kupinga na kupinga. Uliona kile kilifanyikana kisi wakati Matiani alirudi, watu wote wakisi wakajitokezwa kwa Matani, wale watu wa mlima wamejipangwa pamoja, wale watu wa isa wamejipangwa kwa pamoja sisi watu wa mkoa na sehemu hii tushikane, sisi wote pamoja. Eric Lumbasi, West TV, Kanisa Katoliki la St Paul's Kandui, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.